Wa habari, msomaji wako ni mi mimi Godi Frejori, Star TV. Chadema waibuka kuwa washindi wa mbio za chawa mkoani Geita 2025 kwa mama wawili wametifungua watoto wenye midomo mirefu aina ya ndege kongotoro kwa sababu wakati wa mimba zao walikuwa wakipiga umbea sana. Wababa wawili wameshikiliwa na jeshi la polisi baada ya kugundulika kutumia vipara vyao kama sora kuchaji mabeteri. <coughs> Eriki Domenico, mkazi wa Shinyanga, amemkataza mdogo wake kukanyaga nyumbani kwake baada ya kugundulika mdogo wake kwani mdogo wake sura yake haieleweki na imekaa kiupwiru upwiru, yeah, yeah, yeah. Habari za kimichezo. Nyuki watatu wamekamatwa katika mdomo wa Stefan Aziziki baada ya kugundulika baada ya ku... nyuki watatu wamekamatwa katika mdomo wa Stefan Aziziki baada ya kuhojiwa wa wa vikali na jeshi la Moroko, wakasema wao ndio chanzo la matatizo yote kufanya mdomo wa Aziziki kutera hawa wamemaliza kwa kusema kuwa mdomo wazizikiwa alifikiri ni mzinga wa utulike asari. Nyota wa kimbu Kiriani Mbape aidi kurudi Tabola United baada ya mashabiki Spanyola kwa kumtania kuwa ale na nindo na rakati kingelo la ngelolauzu. Hata hivyo, mashabiki hao wamemaliza kwa kusema kuwa Kiriani ni Mbape ni mchezaji mzuri, sema tu zito apua. atoa tamko kuwa raia wote weusi walioko Tanzania warudi Senegal, kwani Tanzania so nchi yao wamevamia. Raisi <coughs> wa China Xi Jinping pake ametoa tamko la kuwa apite wanajeshi wapite kila nchi kuwapiga varongu wadada wote wanaoenda kuandamana kwenye majumba ya dini